Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> tukiendelea na mfululizo wetu wa semina za mwezi zenye lengo la kuzidi kwele, kujenga uelewa kuhusiana na falsafa ya tiba ya hijama ambayo ni tiba ambayo ni pana sana na ina mambo mengi sana. Kwa hatuna budi kuendelea kujifunza kuendelea kufundishana <coughs> kuendelea kupeana elimu zaidi ili hii kazi ifanyike kwa ufanisi na kupata matokeo chanya. <coughs> Tulikuwa katika mada ambayo kwa yakizungumzia magonjwa kumi na nne yanaowasumbua wanawake ambayo yanaweza kupata tiba kupitia tiba hijama, ya hijama ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katika haya magonjwa kumi na nne tumeshayataja magonjwa kumi. Kwa leo inafunga hii mada kwa kuyaeleza magonjwa manne yaliyosalia, na naamini kwa wale waliofuatilia mwanzo mwisho, basi ikitokea umepokea changamoto zinazohusiana hayo magonjwa, yanaweza kutibia kwa kupitia tiba ya hijama ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bado kuna magonjwa mengi yataendelea kubainika, yataendelea kuelekezwa, kwa sababu kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hijama ni ponyo la kila ugonjwa. <coughs> Nimeshaandaa mada itakuja katika miezi inayokuja, faida za tiba hijama kwa waathirika wa madawa ya kulevya. Baadaye keshakuwa tayari na ina takribani vipengele ishirini, yani jinsi gani hijama inavyoweza kuleta tija kwa waathirika wa madawa ya kulevya waliokuwa wakitumia kokeini au waliokuwa wakitumia bangi, hata sigara ni katika madawa ya kulevya au waliokuwa wakitumia mirungi. Haya ni miongoni mwa maradhi, ni maradhi ya nafsi, lakini pia maradhi ya physical, psychology. Kwa tiba ya hijama, ina uwezo mkubwa sana kuarudisha katika hali yake. Kwa inshallah siku zijazo, hii mada itahudhurishwa, lakini imeandaa mada tayari iko tayari. Faida takribani zaidi ya kumi na sita ya hijama ambayo itaweza kufanyika chini ya nyayo, ya jinsi gani nyayo inavyoweza kuleta tija ya kiafya kupitia tiba ya hijama. Kuna takriban faida zaidi ya kumi na sita. Hiyo mada yenyewe iko tayari. Kiufupi hapa Tunazo mada si ajabu za kuweza kuzifundisha karibu mwaka mzima na zisimalizike. Ni kazi kubwa inafanyika ya kuandaa kwa sababu lengo na makusudio, hii elimu iwe endelevu katika maisha yetu. Lazima tafiti kila siku zifanyike. Na baada ya tafiti tuingie kwenye vitendo. Matokeo mazuri katika kazi yetu ndio yanayoleta tija. Naamini wakati tunasoma, mlio wengi hatukuona katika magonjwa yaliyotajwa, magonjwa kama ya goite hayakutajwa, magonjwa kama ya matende hayakutajwa, lakini mada zake tayari zimeshaandaliwa kwa urefu na mapana, lakini kuna magonjwa ya busha ugonjwa wenyewe busha kama busha tu kuuelezea na yenyewe mada zake tayari zipo. Kwa nini maana ya kuambia hivi, mjue kwamba bado kuna safari ndefu katika hii kazi, kuna safari ndefu ya kimasomo na kuna safari ndefu ikiwa wewe unataka kufanya mambo kwa ufanisi na matokeo chanya. Kwa leo tutataja magonjwa manne na ingawa dhamira ilikuwa kueleza kutoa na mada nyingine, hatutoendelea na mada nyingine, tutatoa toa magonjwa manne kwa kuwa kuna tukio katika mtaa wetu na na jirani zetu hapo, na mimi nilikuwa nimeghafilika kwamba kuna tukio katika wabanda wa majirani zetu. Kwa hiyo talazimika tusomeshe hii mada moja, na baada ya hii mada, inshallah tutauliza maswali, na baada hapo apo tuta, tutawatawanyika katika magonjwa kumi na nne yanayowasumbua wanawake ambayo yanatibwa kwa kupitia hijama, ugonjwa wa kumi na moja kuvimba matiti na faida ya tiba ya hijama. Miongoni mwa maradhi ambayo akina mama yanawasumbua kuvimba maziwa, ema akiwa katika hali ya kunyonyesha na hata kama hayupo katika hali ya kunyonyesha, huwa wanapata maradhi ya kuvimba matiti. Tatizo la kuvimba matiti ni miongoni mwa matatizo yanayoweza kutibiwa kupitia tiba hijama. Kuvimba matiti ni hali ya kuvimba kwa tishu za matiti, mara nyingi hutokea kwa wanawake wanaonyonyesha, lakini pia huweza kutokea hata kwa wasiokuwa na ujauzito <coughs> kwa wasiokuwa na ujauzito, kwa wasiokuwa na ujauzito wala wasiokuwa katika hali ya kufanya nini, ya kunyonyesha. Kuna wanaovimba matiti kwa wanawake walio wajawazito mpaka kawaletea maumivu, na kuna wanaovimba matiti hata kwa wasiokuwa wajawazito, hata kama hawanyonyeshi yakawaletea maumivu makali mpaka homa, na kuna wanaovimba matiti wakiwa katika hali ya kunyonyesha. Maradhi haya kitaalamu anaita mastitis, mastitis, mastitis. Na dalili zake, kwanza, maumivu makali au kuungua kwenye titi. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya kwanza ya haya maradhi ya mastitis ya kuvimba matiti kwa wanawake ni maumivu makali au kuungua kwenye titi, yaani titi linakuwa lina asili kama vile lime limeungua. Hii inakuwa ni dalili ya kwanza katika dalili ya maugonjwa yanahusiana na kuvimba kwa matiti kwa wanawake. Dalili ya pili ya magonjwa ya kuvimba matiti kwa wanawake ni kuvimba na kuwa na wekundu sehemu ya titi. Kuvimba na kuwa na wekundu sehemu ya matiti. Hiyo nayo ni dalili ya kwamba huyu mama ana shida katika tishu za matiti ambapo zimepelekea kupata uvimbe katika matiti. Kuvimba na kuwa we na wekundu sehemu ya titi, yaani ile sehemu yenye chuchu yenyewe ile, basi huwa kuna, ha, kuna hali ya wekundu unazunguka ima katika ile, ile pembezoni mwa titi kunapiga wekundu fulani. Hii ni ishara kwamba tishu zake za matiti zina shida na imepelekea athari zake kuleta madhara ya kuvimba kwa matiti. Dalili ya tatu, joto kupanda kwenye titi, yaani lile titi lenyewe linakuwa linapanda joto kama la homa, na yenyewe pia ni dalili kwamba huyu mwanamke ana maradhi ya uvimbe katika matiti. Lakini dalili ya nne, kuhisi uchovu, homa au baridi. Kwa mwanamke ambaye mwenye uvimbe katika matiti anaweza akapata hali ya uchovu, kuchoka na unyogovu, unyogovu. Lakini pia anaweza akapata hali ya kuhisi homa homa, au akahisi baridi mm. Nadhani baadhi ya kina mama wanapokuwa wananyonyesha, hiyo hali huwa inawatokea. Unakuta kuna siku fulani ziwa nahisi linauma, ziwa linakuwa limevimba, alafu anakuwa na hali ya homa homa homa, au kuhisi hali ya baridi alisi kadhalika. Au hizo hali hazitokei? Huwa zinatokea kwa hiyo ni ishara kwamba huyu mwanamke ana shida katika tishu zake za nini za matiti. Dalili ya tano kuvimba kwa tezi karibu na kwapa, dalili ya tano kuvimba kwa tezi karibu na kwapa. Titi liko hapa kwa hapa maeneo ya chini panatoka tezi, tezi lile linakuwa na maumivu na yenyewe vile vile Acha ya kule kwenye dalili za uvimbe hapa, tunazungumzia mastitis dati, tatizo la mwanamke kuvimba nini matiti. Kwa dalili ya tano, ni kutoka tezi karibu na kwapa, kwa kwa, kwa chini kidogo hapa, kwa kwa, kwa dalili hizi tano utakapozibaini kwa mwanamke, basi ujue huyu ana tatizo hilo, kitaalamu linaitwa mastitis, kwa maana ugonjwa wa kuvimba matiti <clears throat> haraka sana, mgonjwa huyo anatakiwa afanye tiba ya hijama, na tiba ya hijama ni the best sana, itamsaidia kwa haraka mno kurudisha zile tishu kukaa katika hali ya usawa, kuondosha hiyo homa, kuondosha uvimbe na athari zote zinazosababishwa nayo maradhi. Tunafahamiana vizuri Faida za hijama kwa mastitis, faida gani ambayo inapatikana kama huyu mtu ama huyu mwana mama ambaye atakuwa na ugonjwa wa mastitis kwa maana ya kuvimba kwa matiti? Faida ya kwanza, hijama husaidia kuondoa uchafu wa damu, toxins, zile sumu ambazo ndizo zilizoathiri zo tishu za ziwa mbaye akapelekea maziofanini kuvimba. Hijama kwa sehemu kubwa sana inasaidia kuondoa uchafu wa damu zilizoganda zilizooza katika ile katika ile mishipa ya titi. Hijama husaidia kusafisha damu yenye sumu inayochangia maambukizi, kwa maana damu yenye sumu ambayo inachangia hayo maambukizi. Kwa hiyo hijama inakwenda kusaidia kwa asilimia 80 kuondosha hizo athari. Hiyo ni faida ya kwanza kwamba hijama husaidia kuondoa uchafu wa damu toxins, ambapo hijama husaidia kusafisha damu yenye sumu inayochangia eh, maambukizi katika nini, katika matiti. Faida ya pili, huboresha mzunguko wa damu kwenye matiti. Tumesoma zile nadharia ama elementi nne za uhai, ambapo ni fire moto damu, hewa ya oxygen, udongo kwa maana ardhi, maji water, sawa na kwamba hizi element nne ndo ujenzi wa afya mwanadamu, zikiwa katika uwiano ulio, ulio sawa. Kimoja kikiwa hakiko sawa juu ya kingine, moja kati ya affect ambayo atapata mtu, lazima mwili wake utapata madhara ya kiafya kwa hiyo tatizo la mastitis kwa maana kuvimba kwa maziwa kwa akinamama, kwamba mmoja katika chanzo chake, uiano wa damu oksijeni katika mfumo wa mzunguko wa mwili, matiti anakosa ile oksijeni. Kwa hiyo damu inaleta athari ya kupata hiyo homa na kuingia kwa maambukizi katika matiti. Kwa hiyo kupitia tiba ya hijama huondoa msongamano wa damu na kuharakisha kupona kwa uvimbe kwa ule msongamano wa damu zilizojilimbikiza pale utaondolewa. Ukisha kuondoka, maanake mzunguko wa damu utafanya nini? Utaboreka, kwa maana matiti atapata mzunguko wa damu safi yenye oxygen, la huo mzunguko wa damu safi yenye oxygen ndio unaosaidia virutubisho katika hilo titi ili endelee kuwa na afya nzuri. Kwa hiyo itaondoka ile athar na hatimaye tatizo lile litaweza kuondoka. Kwa hiyo faida ya pili, hijama husaidia kuboresha mzunguko wa damu eh, kwenye matiti faida ya tatu, hupunguza maumivu. Inaleta ahueni kwa kupunguza shinikizo kwenye titi linalouma. Kwa nini maumivu yatapungua? Kwa nadharia ya Galen na Hippocrates, tunakumbuka kwamba mtu akiumwa damu haifanyi nini? Haitembei. Kwa hiyo kitendo cha maumivu katika matiti yanayosababishwa na ule uvimbe na kujaa kwa damu, kwa maana damu katika titi haitembei sawasawa, njia zimeziba. Kwa hiyo kitendo cha kufanyika hijama hupunguza maumivu, kwa maana mzunguko wa damu unapokuwa imeimarika, yale maumivu automatically yatafanya nini? Yatapungua, na hivyo atapata ahueni ya kiafya kwa hijama. Kwa baadhi hijama italeta ahueni kwa kupunguza shinikizo lenye kwenye titi linalouma, shinikizo ambalo linasababishwa na mgando wa damu, damu iliyo expire, damu iliyokufa ambayo inasababisha kuleta maambukizi katika titi. Na kumbuka, hili tatizo kadri litakavyoendelea linaweza kumsababishia mwanamke maradhi ya kansa ya titi, unafahamika vizuri Faida ya nne, husaidia kutoa usaha ikiwa upo, kwa maana kama ndani kwa ndani kuna usaha, kupitia hijama basi itasaidia kuondoa usaha kama utakuwa upo. Kwa baadhi ya hali, hijama huweza kusaidia kutoa usaha au kupunguza shinikizo la damu, shinikizo la ndani ambayo linalotokana na tishu za ziwa kuwa zimeathiriwa, zime, zime, zime, na hivyo kama kuna usaha kwa ndani utatoka kwa njia ya damu, kwa maana damu chafu inapotoka basi husaidia ule usaha kutoka. Juzi hapa tulikuwa na kliniki hapo, tulikuwa na Dr. Tumaini na Dr. Mwantumu, tulipokea mgonjwa ambaye ana uvimbe katika titi na uvimbe wake ni mkubwa unaoelekea kuwa kama kansa. Baada ya kupiga kapsi kwa kulizunguka lile ziwa, aina ya damu iliyotoka pale kwanza ilikuwa ni black kupita kiasi, ni nyeusi kwelikweli, lakini ilikuwa na harufu kali mno, ilikuwa na harufu kali mno. Lakini baada ya hijama ile, mgonjwa ilimsababishia usiku wake akalala vizuri soto kulala vizuri, hata uvimbe baada ya kwa kirugusa gusa, anaona ule uvimbe umefanya nini? Umepungua. Tumempangia kliniki ya kila baada wiki, kwa hiyo tunaamini inshallah atakuja tena wiki wiki na ukuja. Na baada ile hijama, kwa taarifa aliyokuwa akinipa ni kwamba kuna hali kama ya uchafu ulikuwa ukiendelea kutoka, kwa maana hijama imesaidia kufungua mzunguko wa damu, kwa lazima uchafu ujichuje sasa, ili usalama wa lile ziwa ufanye nini uweze kupatikana Faida ya tano huboresha kinga ya mwili kwa maana huu mgando wa damu mvurugiko wa damu kuharibika kwa tishu kunaweza kusababisha kushuka kwa kinga ya mwili kwa hiyo, kwa, kwa kitendo cha kufanya hijama, kuondosha seli zilizokufa kufungua tishu zile vizuri, basi inasaidia sana inasaidia sana kuweza kuondosha, kuondosha visababishi ambavyo vinaweza vikapelekea white blood cells zikaweza kufanya nini, kushuka kwa hijama. Inasaidia sana kwa maradhi ya kuvimba kwa matiti kwa akina mama, kuisaidia kuboresha kinga ya mwili kwa kuwa inahamasisha uzalishaji wa seli za kinga, kwa sababu hijama inaenda kuondosha seli zilizokufa na hivyo inahamasisha uzalishaji wa seli za kinga za mwili. Kwa hiki ni kipengele cha kwanza. Katika magonjwa kumi na nne yanayowasumbua wanawake, huu ni ugonjwa wa kumi na nne ambao unahusisha kuvimba kwa matiti kwa akina mama, ambapo tumetaja dalili zake ni tano, lakini tumetaja faida zake tano, ambazo zinapatikana kwa kupitia hijama ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naomba tustopo katika kipengele cha kwanza Alafu tutoe fursa kama kutakuwa kuna swali, alafu tuendelee kipengele cha pili. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.